Nilikumbana na shida ikanileta mahali hapa, ndio nikajua kuna ukweli, kuna kufunguliwa katika kanisa la kiroho. Siku ile niliokoka, huyu walifikiri mimi ni mwendazimu

Mukesha kweli wakane, nilifukuzwa niende kuimbia huko na nilienda rembelivugani yes. nikushire balamu kuola historia kushire kuheshera kuri apana nikufe. Ndio mwanzo kusoma historia, nimeanza historia kumwambia mape, wokofu wangu iko ya mchezo. Nilipitia shida sana, chenye nafanya hapa, naomba Mungu nikufe nacho tu, nisifike mahali hii kitu itoke itoke kama naenda mbinguni. Na nashukuru Mungu, miaka 42 bado ni kwa wokovu, na nashukuru Mungu, nina historia ndefu sana yo sisha maka kawamanya ssala shavalanga liposhe totola kuira nyulere liposhe pitia hapa kimbia na hapa haraka liposhe ushuma baba kunakasambu kandi khalangua shina nani ana shilingi tano <coughs> sive yaani, hey, sitakuwa mingi sana. Huyu anatoa anatoa anatoa tenisi anatoa, anatoa, anatoa, anatoa. Kila mtu anatoa, wacha tutumia hii, si ulete kubwa kwa hii kubwa kwa mama kwanza hiyo. Wewe si mama hapo, rudisha mwenyewe ya kwanza ilikuwa hiyo moja moja. Chika vizuri hivi. Toa hii. Arudisha, rudisha hapa, na uachilie ishike, ikikushinda kaenda ka kaenda ka.

Apana kusitu kita mwana nishipaa manya shanje nilikuwa futibola vana visuli nivavora mimi nimehama kwa futibol niko kwa, kwa Kristo